Mtazamaji, tangu Juni 21 siku kumi na moja sasa, bloga na mwanamitandao Ndiang'ui Kinyagia anayetuhumiwa kwa kosa la kukemea serikali hajapatikana. Mawakili wa mkurugenzi wa idara ya upelelezi wa jinai Amin Mohamed walifika mahakamani kuomba wapewe muda zaidi wa kumtafuta Ndiang'ui na kumwasilisha mahakamani, lakini mahakama ikawapuuza. Sasa mahakama Inamtaka Amin afike kwenye mahakama Alhamisi akiwa na maelezo ya aliko Ndiang'ui. Laban Shaban anaripoti kuwa mwanamume aliyepatikana ametupwa Ruaka kule Kiambu, Jumanne, si Ndiang'ui kama ilivyoripotiwa mitandaoni, bali ni muuza mitumba Jackson Njuguna Wambui. Yamkini, haikutarajiwa kachero mkuu nchini Amin Mohamed angemwasilisha mtaalamu wa teknolojia Ndiang'ui Kinyagia kotini Jumanne. Baada ya kutakiwa kufanya hivyo kulingana na ombi la chama cha mawakili nchini, Amin Mohamed alionyesha mahakama mgongo licha hata ya kuahidi angefika kizimbani that is what I'm going to say rightly before the honorable judge tomorrow. Badala ya kujieleza binafsi alituma mawakili, hali iliyozua purukushani kotini. and and now, we must stop this madness. Sasa mahakama kuu imeamuru Amin afike yeye mwenyewe kotini aeleze kinaga ubaga aliko Ndiang'ui Kinyagia aliyetoweka siku kumi na moja zilizopita. court. lakini yuko wapi Ndiang'ui? Hili ndilo swali kubwa, si tu kwa familia bali pia kwa taifa ambalo alipumziki hadi apatikane. Koti inataka Ndiang'ui awasilishwe akiwa hai ama mfu. Bila shaka familia inamtaka akiwa mzima kama kigongo I am feeling, but I'm Uvumi ulivuma mitandaoni usiku wa kuamkia Jumanne kuwa Ndia Ng'oi amepatikana Rwaka, Kiambu, baada ya picha kusambaa mwana ya mwanaume anayesemekana kufanana naye. Baadaye familia moja iliibuka na kuthibitisha kuwa mwanaume huyo aliyekuwa katika hali maututi ni jamaa yao kwa jina Jackson Njuguna. e going on ati ni amekuwa tena broga. Hiyo kitu imetustua sana. Jackson si broga na si this guy called uh, Ndiang'ui is Jackson Juguna wa Boy. Familia inaeleza NTV kuwa Jackson ni mfanyabiashara wa mitumba mjini Ruaka. Walikuwa naye akiwa mzima Jumapili. Leo madaktari wanajikakamua kuokoa maisha yake katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, japo wangali na kitendawili cha kilichomtendekea mpendwa wao. and we found him here in fact he is not good he is not good because he is in ICU but we hope God is going to do miracle. Visa vya wanarika kuishia hospitalini kwenye makafani na hata kutoweka bila kupatikana vimeongezeka, serikali ikiendelea kushutumiwa kwa kuendeleza dhuluma dhidi ya wakosoaji wake. Laban Shaban, NTV, kutoka hospitali ya kitaifa ya Kenyatta, Nairobi.